Afisa Tarafa wetu na waheshimiwa madiwani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kazi inaendelea, kazi na utu. Mheshimiwa mwenyekiti, ifuatayo ni taarifa ya kata ya Dareda. Niende kwenye vikao vya kisheria. Mheshimiwa, vikao vya kisheria kwa mujibu wa vikao vyetu vya ODC tengo moja vimefanyika moja, halmashauri ya vijiji na vijiji vitatu lengo ni vikao tisa vimefanyika sifuri, pungufu tisa. Halmashauri ya vijiji vitongoji, lengo uh, ni vikao thelathini na tisa vitongoji viko kumi na tatu vilivyofanyika ni kumi na tano pungufu ishirini na nne. Wosho mwenyekiti, nikienda kwenye sekta ya elimu, lengo kwa upande wa madawati, lengo ni madawati elfu moja na arobaini na tatu yaliyopo ni 934 kungufu madawati mia na na lengo alfu moja na mia na tatu iliyoko ni mia tisa na pungufu madawati mia na tisa Mchangano wake ni okay, kama ifuatavyo ifuatavyo. Dareda, e min shule msingi Bermi, lengo mia na tisini <muchan -tune> sita. Mission, leo mheshimiwa moja upungufu unatosha, acha mchanganuo. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, nikienda kwa upande wa pili kwenye tuna sekondari mbili, sekondari ya Dareda na sekondari ya Bessero. Nikianza na sekondari ya Bessero ambayo ni sekondari mpya ina upungufu wa madawati mia moja lakini kwa kati eneo hilo Eh, tumepata mfuko wa jimbo wa shilingi milioni tatu wa lakini pia tumeshaweka mpaka mkakati wa kuchangia ya madawati ili upungufu huu wakusonekana. Kwa Dareda sekondari upungufu uliopo ni madawati ishirini na tatu. Changamoto hii kutokana na kwamba kuna watoto hawa fumana ambao kwa walipangwa moja kwa moja wa wa kutoka kwenye kata ya eh, laga na ari watoto zaidi ya sitini na pointi kwa hivyo wamesababisha upungufu huo. Kwa mwenyekiti, mazula, mwisho mwenyekiti, pia kwenye eneo hili nilihusiliana na sayilini sikilari. Kuna mazingira mazuri ambayo tumeyatengeneza lakini mwisho wa siku tutakwenda kukava upungufu huo mwisho mwenyekiti. Mwisho mwenyekiti nikienda kwenye mapato ya halmashauri. Self levy, levy. Ingesele kwamba mtendaji wangu hapa hajaniandalia. Kwa hiyo taarifa hii, nitaiwasilisha baada ya mtendaji wangu o mwenyekiti tukienda kwenye ushuru wa machinjio kwenye kata uh, yetu tumeweza kuchinja ng'ombe mia mbili hamsini na sita, manini, manini, 37, nane ambayo thamani yake ni laki tano na elfu mia na sita nguruwe themanini elfu themanini nguzi thelathini na saba elfu mia na nane Jumla laki sita na kumi nane alfu na ishirini na tano. Na lengo letu lilikuwa ni, eh, shilingi milioni moja na tumekusanya laki sita na kumi nane alfu na ishirini na tano, pungufu laki tatu na themanini na tano na mia tano. Kwenye eneo hili, mheshimiwa mwenyekiti, tulipokaa kwenye ofisi yetu kuna changamoto ya nguruwe eh, Wengi kuchinjwa Dareda la lakini soko lao ni Babati na maeneo mengine. Kwa hiyo nguruwe wanachinjwa usiku, wanatoroshwa, kwa mwisho wa siku wa ushuru wa halmashauri unapotea.